Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Vipi hali zako ndugu yangu Muislam, na vipi hapo ulipo, za muda mrefu. Karibu Lecture Online TV mpendo, na karibisha mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii uweze kujifunza pamoja nasi na uweze kuelimika. Wengi wanazidi kufaidika alhamdulillah, lakini muhimu uendelea kusubscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kufikiwa na vipindi vyetu vinapokuwa tayari, na kumwalika kila mmoja aweze kuja kuungana nasi tuweze kuendeleza familia hii. Alhamdulillah, asante sana. Tuendelee kushikamana. Jina langu kama mnavyofahamu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, utakuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Leo nataka tusome Qur'ani kwa pamoja, tuzingatie misingi sahihi. Mada ambayo nakwenda kufundisha ni muhimu kweli kweli, lakini kwa wale ambao wanapenda kitini cha Kiarabu ambacho kina maneno mengi ya lugha ya Kiarabu karibuni kitini kipo hata process za mwisho, na inshaallah Allah kitatoka tarehe moja. Weka oda kwa namba hii hapo, ambayo na katika skrini yako, ili uweze kupata kwa shilingi 3500 tu, ila ukija kuhitajia katika siku ya tarehe moja uza kwa insha Allah utalipia ni shilingi 6000. Usichelewe kuwa nasi tuunge mkono katika, ili uanze safari yako ya kuongea Kiarabu. Nimesema, leo katika siku yetu ya leo tukufu tutajifunza Qur'ani. Nataka nikupatie njia moja tu ambayo inatumika katika kufundisha Qur'ani, inaitwa tariqatul jama'iyyah fi ta'limi al-Qur'an, njia ya kundi, njia ya kusoma katika magrupu katika kusomesha Qur'an. Aidha we mwalimu wa madrasa unasomesha Qur'an au wewe mzazi unamfundisha mtoto wako Qur'ani nyumbani, watoto zako, nisikilize kwa makini na uichukue njia hii ya tariqatul jama'iyyah fi ta'limi al-Qur'an, njia ya makundi ya magroup katika kusomesha Qur'an. Nitaelezea faida ya njia hii na madhara ya njia hii, kwa wewe ambao utakayochukua kwenda kuitumia. Nimeandaa point kadhaa hapa. Tukisema tariqatu jama'iyya fi ta'limi al qurani, tunachokusudia ni ile hali ambayo unawafundisha wanafunzi katika group kwa pamoja, yaani unawafundisha wanafunzi eidha darasa zima unawafundisha sura moja au umewatengeneza katika magrupu, kila grupu ili sura yao na sura yao. Ndio njia ambayo nakusudia tariqatul jamaa'iyya fi ta'limil Qur'an. Na njia hii pia mara nyingi inakuwa ni katika hasa katika njia ya group discussion, sawa. Group discussion ikisemwa hivi na imani wengi wanaelewa, huwa ni katika njia ya kujadiliana hivyo, hadi kwenye Qur'an group discussion, na yenyewe ipo, ndio inaitwa tariqatul jamaa'iyya fi ta'limil Qur'an. Mwalimu wa madrasa mwalimu mwenzangu wa Qur'ani, mzazi wewe nyumbani hapo, ambao una watoto zako nataka wasomesha Qur'ani. Hata wewe mwenyewe ambaye una mtoto upo peke yako nyumbani au unatarajia usome Qur'ani mwenyewe kivi yako, njia hii itakufaa na itakusaidia. Nisikilize kwa makini, twende pamoja. Nimeshazungumza ile hali ambayo ya kusoma Qur'ani au kufundisha Qur'ani katika njia ya group katika njia yani ya ma group. tunasema katika njia hii kuna mazaya sa so, mazaya manake faida. mazaya hadhihi tariqa, faida ya njia hii. Moja ya faida ya njia hii inaitwa ni ta'zizu tafa'ul wa tahfiz min at-tullab, kukuza ule mwingiliano mzuri na kushajishana. Kushajishana yani, wanafunzi kwa wanafunzi wanaposoma Qur'ani katika magrupu, wale wanafunzi wanajenga kushajishana. Maana yake mimi nikiwa uwezo wangu ni mdogo nitamuonea tamaa yule ambaye mwenzi wake mkubwa, atapata hamasa sasa naye kufanya nini? Kumfikia mwenzake. Pia yule mwingine ambaye levu yake ni juu atamsaidia huyu ambaye levu yake ni ya chini. Ni moja ya faida ya njia hii. Faida nyingine inasema tahsin maharatul istimaa tahsin maharatul qiraa wal istimaa, inakuza au inaboresha umahiri wa kusoma. Yaani tafsiri yake nini? Wewe unapokuwa unasoma Qur'an mbele ya mwenzako kwa sauti, yule rafiki yako atakukosoa na utaisoma vizuri. Ndio maana tahsinil maharatu alqira. Pia walistimaa inakuza ina, uwezo nini? Wa kusikiliza. Ni moja ya faida ya njia hii tahsin maharatu alqira walistimaa. Faida nyingine taazizu alfahmu alamiq lilayati alqur'aniya itakuza pia ufahamu wa ndani zaidi katika aya za Quran. Faida unapomsomesha wanafunzi katika magrupu, wanapoitikia wa watoka pamoja, kwanza baada ya wanapokuja kufanya marejeo pamoja, watakuwa wanakosoana wenyewe kwa wenyewe, maanake kwa sauti, alhamdulillahi rabbil alamin. Idha umeikosea herufi hiyo nyingine, mwenzako atakukosoa. Hii ni moja ya faida ambayo inapatikana katika njia hii, na ni njia nzuri nzuri, kweli kweli. Miongoni mwa faida ya njia hii inasevu muda, sawa. Miongoni mwa njia hii inasevu nini? Muda, yaani inaokoa muda. Mfano shule shule, katika shada za shule za kisamba kufundisha Qur'ani unapewa kipindi cha dakika 30 au 40. Ukifundisha wote wanafunzi kwa mkupuo mmoja ina save muda. Maana yake utatumia muda ipasavyo. Tofauti na ile njia ya ifradia moja mmoja itachukua muda mrefu. Kwa hiyo hii njia ni nzuri na inasaidia. Lakini tu inahitajia wewe mwalimu uwe makini. Katika njia hii kuna aina ambayo inatumika katika kugawa magroup. Baada ya kufundisha wanafunzi wote kwa pamoja, aidha wanafunzi watoto wako nyumbani watano, ukawafundisha wote kwa pamoja, wagawe katika magroup. Magrupu unagawa kulingana na umri wao. Mtoto mdogo wa primary wa wapi, huwezi kuweka wanafunzi watano zaidi, basi waweke tu, at least walau wanafunzi watatu, hata wa wa nne. Nyumbani kwako kwa wagawe wanafunzi watoto kama hapo watano, wagawe basi katika magrupu haya mawili, aidha watatu ku wawili. Pia hapo uchanganye yule ambaye ana uwezo mdogo na yule ambaye ana uwezo mkubwa, ili waweze kufanya nini, kusaidiana. Kwa hiyo nakushauri wewe mwalimu wa madrasa hapo, utakapowagawa wanafunzi wako, baada ya kuwafundisha pale, mwafundisha Qur'ani, unamitikia vizuri, unakuja sasa ule muda ambao na wenyewe wanatakiwa wajisomee hapa kazi, labda ndani ya dakika kumi, wasome zile aya wazihifadhi, wazi au waziweze kuzifanya tarkizi nzuri. Unatakiwa sasa uwagawe katika magrupu. Magrupu yako hakikisha yasiwe na wanafunzi wa zaidi ya watano. Wakizidi sana, basi ni wanafunzi watano. Wakizidi zaidi ya watano watakuwa ni mchezo wanafunzi, na watakuwa hawasomi kwa. At least wanafunzi wa wanne watatu, ili ipatikane ule kile kilichokusudiwa, sawa, katika njia hii ya tariqatul jamaia fi talimi Alquran, sawa. Nimesema moja faida inaokoa muda, unapotumia muda, muda ipasavyo katika makundi. Nimesema kisha wanafunzi wagawe katika makundi mangapi? Manne. Yani ma wanafunzi katika group moja at least wanafunzi wanne, wamezidi sana kwa dharura basi wanafunzi watano, lakini usipange wale wanaweza sana, hawa wajiwezi wakikaa ambao hawajiwezi watashindwa kusaidiana kwao wachangaji, ili waweze kusaidiana. Na njia hii inatumika mara nyingi kama unawafundisha wanafunzi wote kwa pamoja sura hii moja, moja. siku ingine, Inshallah nitakuja kuelezea njia ya kusoma ile sura, ile sura, kila mtu sura yake lakini, hii hapa moja, kuwafundisha wanafunzi mfano hata wanafunzi wote wapo, sura tunnas sura al-Fatiha, bismillahirrahmanirrahim, wanaitikia kama hivi. Lakini pia faida, njia hii unaweza ukatumia nini, al-iktoronia ala al-iktoronia. Sawa, katika njia hii unaweza ukatumia ala al-iktoronia, vifaa vya nini vya hata microphone na vinginevyo, ukaplay file audio, mwanafunzi mwalimu anasoma katika Qur'ani kule. May play audio. Bismillahirrahmanirrahim kama ile ahisachumaji na mwanafunzi wake anaitikia pale, mwanafunzi anaitikia, na wale wanafunzi wake wanafanya nini? Wanaitikia. Ni moja ya njia za ufundishaji, anaposoma nanye wanaitikia, inasaidia hivyo. Sawa, tuendelee na tumalizie, tuangalie madhara ya njia hii. Moja ya madhara ya njia hii ambayo ni madhara ambayo unatakiwa mwalimu au mzazi unafundisha wanafunzi kwa kutumia tarikatu jamaa ya njia ya kikundi, kuwa makini sana kwa sababu unapowafundisha wanafunzi wote kwa pamoja, utasikia wote wanakwenda vizuri, mashaallah. Unaweza kusema hapa, wanafunzi wangu wamenielewa, kumbe watapatikana wanafunzi wawili au watatu wanafatisha tu sauti za wenzao, ila hawana kile ambacho kinahitajika kutamka. Kwa hiyo baada ya kuwafundisha wanafunzi wote kwa pamoja umwagaa wanafunzi katika magroup tofauti tofauti. Sasa ni kazi ya mwalimu wewe kumpitia mwanafunzi mmoja baada ya mwingine kumsikiliza pale kutumia njia e, ifradia ya moja moja. Kwa hiyo madhara ambayo patikana, nimesema nini itapekea baadhi ya wanafunzi watashindwa kuwa makini, wataiga wenzao, unakojua no umeitikia tu na no wamepatia, ikiwa mwalimu hautokuwa makini kwa kufuatilia wanafunzi mmoja mmoja, ingawa utatumia njia hii jamaia shahidi mwalimu au mzazi nyumbani, mpitie mwanafunzi mmoja baada ya mmoja katika yale magrupu yao madogo madogo. Ndio maana nimekwambia gawa wanafunzi, at least grupu moja wanafunzi wanne, ili upate urahisi kumsikiliza mmoja na kumsaidia. Naam, hiyo ni moja ambayo tahadhari napenda nini kutoa katika hiyo hapo. Madhara ni mengi ambayo iibwa salibiati zinatokea, lakini kwa hapo na imani umenifahamu na umenilea zaidi Huenda nimekwenda haraka sana. Ikiwa utahitaji msaada kushauriana katika ile hapa karibu, njoo tushauriane sote pamoja, lengo tuweze kufaidisha vijana wetu waifahamu Qur'an na watoto wetu waweze kuifahamu Qur'an. Kufikia mimi sina la ziada, lakini nakukumbusha, njoo tuunge mkono kwa kununua hichi kitini cha lugha ya Kiarabu, ili tuweze kuletea kitu kilicho bora zaidi. Kitini hichi ni kizuri kwa kweli, kina maneno mengi alhamdulillah, kina vitenzi ambao vitakuwa ni safari yako ya kuanza kuongea lugha ya Kiarabu. Napenda kwa ajili ya Allah niseme ma'assalam.